Badala ya raha huwezi kufungwa na Yanga mara nne, sema hiyo inakuumiza sana kabisa sana, anaumia na, na Yanga mara nne eh, naumia sana na itaenda, ingekuwa yaani Simba nge kufungwa, nge na na, na tarehe na tarehe kufungwa na Yanga na tarehe nane ungepasuka. Mimi kwangu sio shida eh, mara moja mara mbili, unafunga mara ya pili, hata huwezi kufungwa mara ya tatu. Hata wakati wakati uko unaongoza Simba uliwahi kufungwa na Yanga mara moja mara kwake mara moja sio dhambi nne, unafungwa mara nne mfululizo. Mimi sipendi kuzisemea sana hizi klabu za Simba na Yanga, yangangine huko nyuma zimewahi kutokea mara kadhaa kadhaa, zimeshawahi e kutokea. Kwa mfano mimi nilivyokuwa mwenyekiti wa Simba hili mm. jambo lilitokea mm. ukupeleka timu hapana, ilikuwa tucheze saa kumi na moja jioni pale kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, Simba na Yanga, nikiwa mimi ni mwenyekiti mwenyekiti wa Simba Simba Sports Club. Mm. Yani, alivyo mangungu kutoka Kigoma, yani mangungu amechukua madaraka kutoka kutoka kwa kwa kwa kwa eh. Yeah. Hey. Yani, mtu wa mwisho kabla ya mangungu kuwa mwenyekiti ni mwina Kaduguda, Simba yuda mwina mwina mwina. Mm. Yani naiongoza Simba kutoka Kigoma mpaka Zanzibar na manga mpaka <laughs> Mbamba Bay, mimi ndio mwenyekiti yeah. Kwa hiyo maana yake sasa... Mtoto wa nani? Mwamvua binti Rashid. Sasa mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa, alikuwa siku hiyo anazindua kitabu cha rais wetu mwingine mpendwa, Mungu amlazima ala pema peponi, Ali Hassan Mwinyi, mm. ametangulia mbele zake. Akaomba naomba mchezo usogezwe saa moja badala ya saa 11. Sasa kauli ya rais haipiti moja kwa moja kwetu sisi, ikapitiwa kwa waziri mwenye dhamana ya michezo hmm. Ikaenda BMT, kutoka BMT ikashuka TFF, TFF akapewa mwenyekiti wa Yanga na mwenyekiti wa Simba. Sasa mwenyekiti wa Simba katia ndio mimi hey. Mimi nikawaambia mkitaka tucheze saa 8 ya mchana saa nane ya usiku, saa moja asubuhi <laughs> mimi na, niko tayari nitaleta timu. Ulikuwa umeshaandaa timu? E, ah, mimi nakaa tayari, mi si mwana michezo. Unajua shida nyingine tunayopata tunapata viongozi, nimekwambia hapa mbaya hawakutokea kwenye michezo, kuna, kuna baada ya e, hapo ikawaje? Yanga wakasema sisi kama sio saa kumi na moja iliyopangwa kwa mujibu wa taratibu za mpira eh, hatuji kayo. Uwanjani walikuja hawakuja <laughs> walikuja saa kumi na moja iliyopangwa mm. Sisi tulisema kama wa mungano, rais wa Jamhuri ya Muungano ametoa rai au ushauri, maana yake ni amri mm. Ndivyo tulivyofundishwa na mababu na mabibi na baba zetu na, na, na jamii ndivyo inavyosema kwamba rai ya mkubwa ni amri hmm. halafu kuna ubaya gani kama rais wa Jamhuri ya Muungano anataka kuja kuangalia mechi. Mechi. ni jambo jema? Tena mechi kubwa, dabi, eh. namba tano, Afrika. Sasa mimi kama mwenyekiti wakati ule nikasema, sisi tuko tayari saa yoyote utakaosema, tuko tayari kucheza na Yanga. Kwa hiyo hii sio mara ya kwanza, na huko nyuma tena yaishatokea mambo kama haya sasa. Sim... mimi, mimi natamani kujua, Kaduguda yes Yanga walikuja muda ambao mechi ilikuwa imepangwa awali. Ehe. Simba mkaenda kwenye ule muda ambao mliombwa, tumeombwa M mchezo saa moja kulingana na rai ya rais wa Jamhuri ya Muungano. Yanga hawakutokea saa moja, yes. yes. moja. Hawakutokea, nini kilifanyika mchezo? Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sasa nikwambie nikwambie <laughs> <laughs> kitu kimoja mm. kwa bahati mbaya umekwenda nyumbani kwenu ukamkuta mama kakaa vibaya, huwezi kumwambia mama kaa vizuri, ah, kabisa. Huwezi utaondoka, aidha utarudi nyuma mm, au utaondoka utaangalia pembeni uta utarudi nyuma mm. Lakini kumwambia mama umekaa vibaya, kaa vizuri ni kazi ngumu sana mm. Jambo dogo tu kusema, mm, ni jambo dogo, ni gumu <laughs> <laughs> sawa. Sasa sana... kwenye mpira wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm, kwa mazoea tulionayo na utamaduni tulionao kuishusha Simba au Yanga ni shughuli ngumu, lakini kanuni ilikuwa inataka hivyo. Kanuni inaweza kataka hivyo, lakini huwezi kufanya hivyo kwa, kwa mantiki hiyo. Na mimi yamekwisha nitokea kwa mantiki hiyo. Kaduguda nakubali kwamba kwa hichi kwa kwa... ambacho kinaendelea eh, Yanga hawezi kuyumbishwa, Yanga hawezi kuyumbishwa. Aye takata kucheza mchezo, lakini kama mchezo umepangwa na wana wenye, na wenye mpira eh, hata undolewa pointi tatu na pointi mbili na magoli mawili. Ah, okay lakini yeah. Sasa nataka kujua baada ya ile mechi saa moja yeah. Yanga aliondolewa pointi tatu na magoli matatu, hawajatangaza hawajasema, yani nataka ile tarehe 21. Wamesema tu mpira utarudi, mchezo utarudiwa. Ah, mimi nataka ile ya wewe ambao ukiwa kiongozi yeah, baada ya ya kuahirishwa. nimeshasema sa... hapa yani nani anamfunga mpaka kengele Yaani sasa ndio nasema <laughs> Yanga alipokonywa pointi tatu. Mpaka leo mimi pengine ndo, ndio Mtanzania wa kwanza kusema haya na najua hakuna waziri aliyosema hakuna kiongozi yoyote aliyosema mambo haya. Ndio maana nataka kusema sasa. Tuliyajua sisi kwa sababu tulikuwa ndani. Mm. Kwa Yanga kupokonywa alama tatu hakupokonywa wala magoli matatu, wala matatu. Wala. Na mechi haikuchezwa kabisa. Haikuchezwa. Ikapangiwa tarehe nyingine. Ikapangiwa tarehe nyingine. Mm. E. Sasa Yanga mechi hii wanasema hawachezi na hata kipangwa tarehe. mm. Hawatacheza fine. Sasa wale watakaokuwa wamepanga wenye mpira <laughs> ndio nimesema eh, hawakuja uwanjani si wanaondolewa pointi tatu? Sipo? Inawezekana, inawezekana kwa Yanga hii inawezekana. Sawa uh, mhina... kuifuta Yanga haiwezekani. Kuishusha La... daraja kuishusha daraja ni ngumu. mm. Lakini kui... <laughs> kanuni yukenja... lakini ziko wazi, nasema hivyo ha... kanuni eh, msahafu sio binadamu. Uh, umenelewa. Uh, sawa, kanuni ziko kwenye makaratasi. Binadamu ana akili iko kichwani, na kanuni zinabadilika. Ndio maana tunasema hivi, kama mtu hakutokea kwenye kwenye michezo, sio mpira kwenye chezo, kuwa kiongozi wa michezo ni shida. Na wapo, hapa tunapoharibikiwa mpaka hivi sasa. Mpaka kesho ndio maana nimekwambia, ukienda kuangalia pale Simba wengi wanaongoza pale Simba kwa kamati ya ut bodi ya sasa hivi mm, waliochaguliwa na wanachama. Ndiyo, wengi hawakutoka kwenye mpira sasa, na ndio maana sasa nakwambia, tunapata shida hata ya, ya, ya, ya, ya yani, tunapata karaha badala ya raha huwezi kufungwa na Yanga mara nne. Sema hiyo inakuumiza sana, kata sana, anaumia Yanga mara nne, naumia sana. Na hiyo taendalo ingekuwa ndani. Yani, Simba kufungwa na Yanga, eh. Na, na, na, na, na taliano ungepasuka kwa na na. Mimi kwangu sio shida. Eh, Mara moja, Mara ya pili unafungwa, Mara ya pili hata wewe unafungwa, Mara ya tatu, hata wakati wakati uko unaongoza Simba, uliwahi kufungwa na Yanga mara moja mara moja, yani kwake mara moja sio dhambi. Unafungwaje mara nne mfululizo? Kufungwa na yanga mara nne mfululizo unapigwa. There is a problem, a big problem, not a problem. Na ndio lugha ya kigeni kazungumza. Tarehe 8 tarehe 8 ilikuwa ni mara ya tano ile.